Unazungumzaje wimbo wa, wa msanii wa Chief Godlove? Ah, bwana wimbo wa msanii wa Chief Godlove unaitwa Chakacha, si ndio? E, bwana ile ngoma sio kwamba labda iti ni ngoma mbaya. Ni ngoma ambayo ni ya kawaida. Na pia vile vile huwezi ukasema kwamba labda nyimbo ile ni nzuri kwamba yani the yani amazing sana, hapana. Ni nyimbo ambayo iko constant, yani iko western. Umeona? Kwa hiyo ni nyimbo nzuri kwa sababu kwa upande wa video, lakini kwenye swala la audio ni kwamba Ukisikiliza ile ngoma kwenye upande wa audio ni ngoma ambayo ni ya kawaida, umeona? Lakini ukija kwenye upande wa video, video yake kiukweli wamejitahidi sana, wameenda wamefanya vitu extraordinary, eh, wameshuti location ambazo kidogo ni unique, eh, costume, yaani mavazi. Eh, ni kitu ambacho pia wamekifikiria sana wameamua watengeneze mavazi ya namna fulani ili mradi tu kuweka utofauti. Eh, tumeona mpaka nyoka mule ndani. Kwa kwenye suala la video, eh, video nzuri sana. Kwenye upande wa audio, ukiisikiliza tu audio yenyewe ni nyimbo ya kawaida. Ndio hivyo mi nilivyoona. Unazungumziaje support ya Chief Godlove kwa Pipi Joja? Ah, kiukweli hicho ndo kitu ambacho tunaweza tukasema kwamba lazima tumpe maua yake Chief Godlove kwa sababu ukiangalia kwenye upande wa support Umeona eh? Yaani amemtoa msanii ambaye out of nowhere, sio msanii ambaye labda eti alikuwa katika recordable fulani au sio msanii ambaye labda alikuwa anatrendi, umeona eh? Kwa sababu kama ni Chief Godlove wangemchukua msanii kama pateni akafanya akaanza kumsimamia, tungejua kwamba bwana, watu wangesema sana kwamba bwana eh, huyu jamaa atakuwa anapita na upepo wa huyu dogo. Lakini yeye kwa upande wake ameona kwamba asichukue, asi yani, asichukue msanii ambaye tayari anafahamika. Ametafuta msanii ambaye hajulikani, yeye ndo amemleta katika spotlight. Yani yeye ndo amemleta katika, eh, katika entertainment industry kama introduce kwa watu kupitia music na vitu vingine kama hivyo. Na nyimbo yake ya kwanza kabisa huyu msanii eh, ameonyesha kwamba ni jinsi gani ambavyo anaweza, yani amebebeka huyu binti, ushaelewa? Yani sio kwamba msanii ambaye labda ajitambue. Huyu binti amechangamka sana. Maona sio kwamba labda amezubaa hapana. Binti amechangamka, amepewa support na yeye mwenyewe pia ameweza kubebeka. Maana kuna watu wengine unaweza kawabeba lakini wenyewe hawabebeki. Umeona? Lakini huyu binti kwa upande wake kidogo imekuwa tofauti, amepewa support na yeye mwenyewe pia ameonyesha jinsi gani ambavyo anaweza kubebeka katika swala zima la kujitahidi ili mradi tu aonyeshe uwezo ambao yuko nao. Kwa hiyo kwenye swala la support, Chief Godlove lazima tumpe maua yake kwa sababu amefanya kitu kizuri sana. Kama empower huyu binti amempa nafasi kutokana na popularity ambayo yeye yuko nayo, ameona kwamba anaweza akamsukuma mtu akaona amchukue huyu binti ampeleke hewani. Na kitu kikubwa sana ambacho tunaweza kumsifu Chief Godlove ni kwamba afanye vitu vya kuchekesha watu, ushaelewa eh? Yani hajatafuta ya msanii ambaye anaweza akachekesha watu kwasabu, kwa sababu tunafahamu kwamba watu wengi sana wanachukaga wasanii wale ambao wanaweza kuchekesha watu, maana wabongo wengi sana waga wanawapa umaarufu watu ambao wanawachekesha Umeona? eh, kuna wasanii wengi sana ambao wamekuja hivi karibuni, kazi yao kubwa sana ukiachana na yani ni vichekesho, vituko, vimbwanga, vibonzo and then ndo kazi zao za muziki zinafuata. Lakini huyo Pipi Jojo hajaja kwa vibonzo, hajaja kwa vimbwanga, hajaja kwa memes, unaelewa eh? Hajaja hapa kuchekesha watu, yaani huyu binti anaonekana kabisa kwamba ni amekuja kwa ajili ya business ya muziki, hakuna vituko vituko vingine ambavyo wanavyofanya ukiachana na kazi yake ya muziki. Umeona, tumeona masta wengi sana na unaelewa una, una unaelewa eh, tumeona kina Dogorema tumeona wakina mama Amina, ni watu ambao wanapenda, yani ni watu ambao wanawachekesha watu, yani ni wana vituko vituko. Lakini huyu Pipi Jojo yeye amekuja kivingine kabisa, ajaja kama comedian yani kama kichekesho au kama memes? Hapana, amekuja tu kimziki zaidi kwao. Shout out sana kwa kwa Chief Godlove kwa kile ambacho amekifanya. Sawa. Je, yeah, wasanii wajifunze nini kwa Chief Godlove na Pipi Jojo? Ah, cha kujifunza wasanii wengine bwana ni promotion. Yaani hapa lazima tuseme ukweli. Black and white kama ilivyo. Hakuna mambo ya meandering. Hakuna mambo ya kona kona. Tunanyosha kama ilivyo. Wasanii wengine eh, wajifunze swala la promotion. Kwa sababu promotion ambayo anaifanya Pipi Jojo au promotion ambayo anaifanya Dam anaifanya Chief Godlove kwa Pipi Jojo ni the same ambayo anaifanya Diamond Platnumz. Tuelewa? Hebu angalia. Chief Godlove kaenda na yule binti mpaka Kenya. Umeona? Jamaa amevusha magari yake kayapeleka kule. Lengo sio kwamba labda kuonyesha tu ufahari. Hapana, kwa promote kazi ya huyu binti. Chief Godlove kamtafutia huyu binti interview international, au yani international, yani nje ya Tanzania. Shaelewa? Yaani ameenda kufanya naye interview katika radio station za Kenya Mona. Kwa hiyo hiki sio kitu kidogo, na sio kitu ambacho tunakiona sana kwa wasanii wetu hapa Bongo. Wasafi tu ndio wanaofanyaga vitu vya namna hiyo. Kwa lazima tumpe credit kwamba jamaa amefanya vitu unique. Mona, ka promote to the maximum. Shaelewa? Kwa hiyo hiyo lazima tuiseme. Kwa hiyo kitu cha kujifunza hawa wasanii wengine ni promotion strategy ambayo anaitumia Chief Chief Godlove kumsukuma huyu binti aende. Umeshaelewa? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho wasanii wengine wanatakiwa wajifunze, especially Harmonize. Unaona? Harmonize lazima tumwambie ukweli bwana Black and White. Brother bwana anatoa ngoma kali mno. Yaani katika ngoma kali ambazo zinatolewa hapa zinatolewa hapa Tanzania katika industry ya muziki wa Bongo Flavor, Konde anatoa ngoma kali sana. Lakini promotion ndololo. Ushaelewa? Eh? Yaani promotion iko very low, yani low. Lakini ukiangalia mtu kama huyu hapa Pipi George alivyofanywa promotion na Chief Godlove, ngoma yake nimekwambia ni kawaida, ni ya wastani. Lakini promotion ni kali sana. Yaani huyu binti anatakiwa amshukuru sana ujamaa kwa hii support ambayo amempa. Amempromote kupitiliza ile ngoma nilivyosikiliza mimi mwenyewe pia kwa mara ya kwanza. Kwa sababu mimi nasikiliza nyimbo za aina nyingi, nasikiliza rock, shaelewa, nasikiliza country, Maona nasikiliza nyimbo mpaka nasikiliza mpaka house, yani kuna nyimbo za aina genre tofauti tofauti nazisikiliza, lakini at the end of the day ile ngoma nilipoisikiliza nikajua okay, ngoma ya kawaida nikaachana nayo. Lakini baadaye kila nikipita mitandao naikuta. Naona kila nikipita huku kutoka huku kutokea huku, unaikuta ile ngoma automatically na inaingia kichwani kwako ina stick, na kitu kikistiki kichwani kwako lazima kiwe hiti. Yani ngoma ikistiki kwenye kichwa chako lazima iwe hiti, na hicho ndio, hiyo ndio trick ambayo hawa wameamua kuitumia, hawa wakina Chief Godlove na Pipi Jojo. Kwa hiyo kitu cha kujifunza promotion. Yaani promotion ya kibabe, ngoma hata kama ni ya kawaida inakuwa obviously, yani iko hivyo. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kujifunza wasanii wengine. Yeah, Je, unazungumziaje video ya Pipi Jojo kumzidi Nandy na Jux kwa mafanikio YouTube? Ah, yeah, hicho pia ni kitu ambacho watu wengi sana nadhani watakuwa wamenotice kwamba eh, Nandy ametoa wimbo wake, eh, akiwa amemshirikisha Jux. Hao wote ni wasanii wakubwa. Yaani Nandy sio msanii mdogo msanii mzuri msanii mkubwa uh, juksi pia the same tunajua status ya juksi sasa hivi imekuwa ime skyrock wazungu wanasema kwamba ni imeenda mbali sana yaani juksi status yake imekuwa ni kubwa internationally hata ukiangalia mpaka Nigeria huyo jamaa amekimbiza umeona alisha kuaga alisha ku trend namba moja huko Nigeria kwenye iTunes umeona kwa kitu ambacho hatujaweke kuona kikitokea before kwa hiyo hii ni kitu ambacho uh, juksi uh, na Nandy kama vile wamepinduliwa meza ghafla kwa sababu ngoma ya juksi na Nandy ina wiki mbili ina views milioni moja na laki tatu if I'm not mistaken, umeona lakini ngoma huu pipi jojo ndani ya siku moja ikawa na views milioni moja na laki mbili umeona, ushaelewa. Kwa hiyo huyu binti amekuja speed sana, nani ame almost amefikia views wa Nandi na Juksi, mastaa wakubwa wamefanya collab. Umeona? Na wamefanya video ya AI na vitu vingine kama even trending za kutosha. Lakini huyu binti yeye amekuja na ngoma ambayo amesimama peke yake na ni upcoming artist. Umeona. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinaonyesha kabisa kwamba eh, huyu Chief Godlove amefanya strategy kali ya kupromote kazi, wanaupako wana upako. Yaani wanaua upepo. Kwa hiyo eh, ngoja tuwape time na hii ndo ngoma ya kwanza ubinti ametoa, alafu anaanza kuenda head to head na ma celebrity wa kitambo. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho eh, kinaonyesha utofauti kwamba game ya mziki wa Bongo Flava inakuwa. Hicho ndo kitu ambacho mi nimekiona. Kwa hiyo kwenye ishu hii ya hizi ngoma eh, ngoma ya Nandy ilikuwa kali eh, wala sio ngoma mbaya, lakini tu ndo hivyo. Watanzania wamempokea binti vizuri. Rais Pipi Jojo anaweza kuleta Grammy Bongo, ya hiyo mijadala nimeiona bwana kwenye social medias eh, nimeona watu wana, unajua hapa Tanzania wachambuzi wa mziki ni wengi na pia vile vile kila mtu ana ana IQ yake. Umeona, kila mtu kuna vitu ambavyo anaviangalia. Sasa kuna jamaa anaitwa Obtaiga if I'm not mistaken. Huyo Obtaiga ameandika makala ambayo nimeipitia nikaona kwamba kama vile ina uzito, ina mashiko. Kwa sababu gani? hawa wasanii wetu ambao wapo kwenye industry kwa muda mrefu wameshatoa kazi nyingi sana, umeelewa? Yaani wameisha toa kazi nyingi mno, wamedumu kwenye game kwa muda mrefu sana, lakini hatujaona manufaa Yaani hatujaona manufaa sio kwa upande wao, wao wenyewe kwa sababu wao wenyewe of course wako successful, wana pesa na nini na mambo yao yanaenda. Lakini sisi tunachotaka ni kwamba heshima kama nchi. Ushaelewa? Yaani tunataka mziki u... yani mziki wetu utambe worldwide. Unatamba vipi, wasanii wetu waka perform Oxygen Arena? Umeona? Wasanii wetu wafanye show sold out shows, eh? Yaani za back to back. Umeona kama Wizkid alivyofanya kule O2 alifanya show siku ya kwanza ya pili na ya tatu, zote zikawa sold out. Hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunavitaka, umeelewa? Sisi tunataka wasanii wetu wakitoa kazi eh, ziwe nominated katika tunzo kubwa kama Grammy, BT, umeelewa, MTV Base. Yaani hizo tunzo tunataka, na sisi pia wasanii wetu waende head to head na kina Bad Bunny, umeona? Waende head to head na kina Billie Eilish, umeelewa, wakina Drake, Kendrick Lamar, yani waende nao sawa. Yani hapo ndo tunaona kwamba okay hapa uh, wenetu watu wadai sasa hivi, vitu ambavyo tunavyoviona kwa muda wote huu, wasanii wetu hawajapata hata hizo nomination. Juzi hapa, unakumbuka kwenye Grammy, wamekuwa considered wote, wamekuwa considered mpaka kina Fid Q, lakini katika kuwa nominated hawajanominatiwa hata mmoja. Ni kitu cha ki cha ku yaani, kitu cha kidwanzi, ni kitu ambacho kinaonyesha kabisa kwamba game yetu bado. Umeona kwa kuna vitu inatakiwa vitengenezwe, wasanii hawa wapewe elimu kwamba huku ili wafike Grami wanafikaje, waibiwe siri zile za ndani, kwamba ni kipi wakifanye wawe nominated, au kama vipi washinde kabisa. Umeona kwa sababu Grami hatuwezi kusema kwamba eti ni mtu amepiga kura, hapana, nope. wa kwamba wa Nigeria ni wengi wamepigana kura n wale wa Nigeria wana watu wao kule, na sisi pia tuna watu wetu kule Ushaelewa? Haiwezekani Ed Kenzo awe nominated mara mbili, alafu Diamond ajao na nominated hata mara moja. Ni kitu ambacho kweli kina kinasikitisha. Umeona? Kwa hiyo wasanii wetu inatakiwa wapambane wafike kule. Sasa tukirudi kwenye upande wa hii huyu Pipi, Pipi Jojo, watu kuna watu wameanza kuzungumzia kwamba huenda labda huyu ndo akaja kuleta Grammy. Yeye ametajwa yeye na Abigail Chams. Kwa sababu hawa ni wasanii ambao wapo kwenye game hivi karibuni wameingia, lakini tumeona wanakuja na wamekuja na utofauti. Unaona, wamekuja na vitu vyao vya tofauti kidogo, promotion za kibabe, kazi kali. ya Abigail Chams yuko very talented, unaona. Upi pijojo tumpe kwanza, tumsikilizie hata ngoma mbili tatu, ndio tutajua kama yuko talented au la, lakini upepo wanao. Sasa huyu Abigail Chams yuko very talented. Kwa upande wa Abigail, sasa namzungumzia, eh, yeye yuko na talent to the maximum. Sasa kuna vitu fulani hivi na hivi anatakiwa vijue ili aende. Kwa hiyo hii new generation latest kabisa ukiachana, okay, na hii new generation ya wakina Mario platform na wengine hawa waliokuja hivi karibuni kabisa wapya mno hawa bwana, hawa wanaweza kaleta gram kwa, kwa sababu tunaona wanakuja na uniqueness zao tofauti na hawa wasanii wengine ambao wameishatangulia. Kwa hiyo huenda huyo Pepe Jojo akaleta gram huko baadaye, kwa sababu hao wengine wanaonekana kama vile washakuwa wazee alafu hamna chochote walichofanya kwa muda wote ambao wamekuwepo katika industry ya muziki wa bongo flavor. Kila wakipambana wanaishia Afrika, nje ya watu boy. Kwa hiyo tuwape chance tuwasupport hawa wengine, wakina Abigail, wakina Pepe Jojo, maybe hawa wanaweza kutuheshimisha huko nje. Unazungumzaje Sara Pipi Jojo kumkatikia viuno Chief Godlove? <laughs> Ya, yeah, nimeona watu wengi sana wameisema hiyo kwa sababu eh, huyu Chief Godlove alichokifanya anataka watu wazungumze. Yaani ni promotion strategy kama nilivyosema hapo awali. Yaani ameplani kila anachokifanya huyu jamaa sio mweo. Yaani huyu jamaa sio farafara; mjanja sana. Kwa kila kitu ambacho alichokifanya ambacho unachokiona ni kitu ambacho yeye mwenyewe amekiplan. Unaelewa? Kwa hiyo alianza kusema kwamba huyu ni mwanangu, mimi ndio baba yake. Alafu then wamekuja wametoa ngoma ngoma, umeiona ilikufanyika, wamekuja wamefanya promotion kali. Alafu then unamwona binti anamkatikia. Mimi watu lazima najua tu kabisa, wabongo wata connect dot. Si babake, mbona anamkatikia, anamkatikia view? Na bwana hapa kuna kitu, na vitu vingine kama hivyo. Makusudi wamefanya hivyo, ili mradi ngoma hii iende na of course, unavyozungumzia viuno, unaisikiliza ile ngoma chakacha, mwisho wa siku, unavyoisikiliza ina stick kichwani, mwisho wa siku unaipenda. Ukiposti kitu, kitu chako unatumia ile ngoma na vitu vingine kama hivyo, unaenda kucheck YouTube. Unaelewa, kwao ngoma inazidi kwenda kwao, ile kile alichokifanya pale. Eh, usije ukaanza kuki, kuki misunderstand. Ushaelewa? Yaani usije watu wasije waka misunderstand ile situation, wakaanza kuhisi kwamba bwana hapa kuna kitu na nini au bwana hii haijakaa vizuri. No, nope. Ile ni promotion strategy, yule Pepe Jojo ni msanii, e, eh, miundo ni kawaida. E, eh, yaani kwa msanii miundo ni kawaida. Michael Jackson alikuwa anakata miuno. Huyu Pepe Jojo yeye nani bwana? Eh, kwa miuno ni kitu cha kawaida kwenye industry ya mziki, ni entertainment, sio it's not that serious. Shaelewa hii ni entertainment. Kwa hiyo ni sawa kile kinachoendelea. Kwa hiyo watu wanaosema kwamba bwana ile haijakaa sawa, mi naona kwamba imekaa sawa, kwa sababu ndio promotion strategy zenyewe zile. Tusingekuwa tunamzungumzia hapa huyu binti iwapo kama asingekata miuno you get it? Eh, inakuwa hivyo. Kwa hiyo it is what it is, hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa upande wangu mimi, mtazamo wangu uko hivyo.